Naam, mtazamaji wa Trend TV, yebwana, moja kati ya vitu ambavyo vina make headline huko mtandaoni bwana ni sakata zima la Diamond Platinumz, bwana mambo yanazidi kuwa moto kwa upande wake, e, imebidi mpaka posti katika kurasa yake wa Instagram, akiwa ameposti picha ambayo amejishika kichwa kama vile anasikitika kwa yale ambayo yanaendelea. Bwana jambo ambalo limetokea ni kwamba Diamond Platinumz bwana wa Tanzania, wamekuwa wakimwandama. Sababu ni kwamba wanadai kwamba wenyewe wapo kwenye majonzi, alafu yeye ameonekana akiwa kama vile kuonyesha kutojali, kutokana na kwamba amekuwa akiposti kuhusiana na challenge za wimbo wake mpya kabisa ambao umetoka hivi karibuni unaokwenda kwa jina la Sasampa kama unavyoelewa kwamba baada ya vurugu ambazo zimetokea siku chache zilizopita, ni kwamba tukaona mambo mengi sana yalikuwa yamehappen na watu wengi sana wamesikitika kidogo, kutokana na baadhi ya vijana kupoteza uhai ambao walikuwa wanaonekana wakiwa wako huko mtaani wakiwa wameanzisha hizo vurugu. Basi moja kwa moja watu walikuwa kama vile wapo kwenye maombolezo kwa namna moja au nyingine, kutokana na hicho ambacho kimetokea. Lakini pia kwa upande wa wasanii, nao pia tumeona wakiwa wanatoa salamu nyingi za rambirambi, hata Diamond naye pia alifanya hivyo, lakini mara tu baada ya kufanya hivyo Diamond akaanza kuposti katika kurasa wake wa Instagram, katika Insta story pale e, challenge videos za e, watu mbalimbali ambao wamekuwa wakionekana wakiwa wanacheza wimbo wake wa Sasampa. Sasa kitendo ambacho amekifanya Diamond Platnumz kuonekana akiwa anaposti video za challenge ya wimbo huo wa Sasampa ni kwamba wadau mbalimbali huku bwana, hawakupendezwa nacho na wakaanza kumsema vibaya huko mtandaoni na moja kwa moja, video ni nyingi kwelikweli zikiwa zimesambaa eh, zikiwa zinaonekana watu wakiwa wameenda kucomment katika page ya Diamond Platnumz, maana baada ya kuposti katika Insta story video ambazo watu wanacheza challenge ya wimbo wake wa Sasampa eh, vile vile akaposti pia picha zake akiwa yuko behind the scene location Kiwa anashuti music video na hapo napo, na pia akatumia saundi ya wimbo wake ule ule wa Sasampa, jambo ambalo komenti zimekuwa ni nyingi sana katika ukurasa wa Instagram wa Damo Platnumz, watu wakiwa wanamsema kutokana na hicho alichokifanya. Lakini hiyo hali bwana haikuishia hapo, maana hata wadau mbalimbali katika mitandao ya kijamii nao pia wamekuwa wakijitokeza wakiwa wanazungumzia the same thing kwamba Diamond ni heri angetulia kwanza kwa kipindi hiki, lakini pia ye mwenyewe naye pia Diamond Platinumz, nadhani hizo jumbe mbalimbali kutoka kwa watu huko mitandaoni na ye mwenyewe pia amepost bwana, kupitia ukurasa wake wa Instagram, akiwa amepost hiyo picha ambayo nimekuambia hapo awali, akiwa ameshika kichwa, alafu akaandika pale eh, caption ambayo inasomeka kwamba kuwa msanii wa Tanzania kazi sana.

Diamond bwana ameandika hivyo kwamba kuwa msanii wa Tanzania kazi sana, kutokana na kwamba pamoja na yote ambayo yeye ya ameyafanya bwana, lakini still bado watu wamekuwa wakimsema vibaya. Ametoa salamu za rambirambi, amewapa watu pole, ameliombea taifa amani, amewasisitiza kuhusiana na issue ya utulivu, lakini still bado watu hawajapenda kitendo cha yeye kuposti video challenge za ngoma yake ya Sasampa kwa kipindi hiki <muchas> ukizingatia kwamba kwa mujibu wa taarifa ambazo zilikuwa zimetoka, ni kwamba kila mtu alikuwa tayari ameruhusiwa kuendelea na shughuli zake za kikazi kwa ajili ya kujenga taifa, na kazi ya Diamond inafahamika ni mziki. Kwa hiyo na yeye pia alikuwa amerejea katika majukumu yake ya kikazi ya mziki, lakini kwa wabongo bwana, imekuwa ni kosa, naye mwenyewe ndio maana ameandika hivyo kwamba kuwa msanii Tanzania ni kazi sana lakini pia vile vile wadau mbalimbali wa mziki wa Bongo Flava huko mtandaoni nao pia wamejitokeza kuzungumza mawili matatu kuhusiana na hii inshu. Kwa mfano hapa bwana eh, kuna mdau hapa anaitwa Haja amekuja ameandika kwamba Watanzania wale waliomtosa Diamond wakati anawania tunzo ya Grammy Marekani leo hii wanataka asimame na wao. Da e bwana, ilikuwa jana jioni kwenye kijiwe changu cha mchuzi wa pweza pale Mwenge, muuzaji alikuwa akibishana na mnunuzi. La hiyo, ni kwa mujibu wa wadau, wanakwambia kwamba bwana Diamond Platinumz wa Tanzania hao hao walikuwa wamsapoti kipindi kile, wakati anapambania tunzo, lakini leo hii bwana, kwenye mambo yao wanataka Diamond asimame kidete. Hmm, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia huyu haja da incredible wa kuishia hapo hapa chini katika caption, na yeye pia akaandika tena ujumbe mwingine akiwa amesema kwamba bwana ameandika kwamba e, mimi nilivyoona hili swala la Diamond bwana bado mambo kwake ni magumu. e, Nikawaza pia lini Diamond aliingia kwenye kinyang'anyiro cha tunzo hizo, e, ilibidi nichoke tu, e, maana mchambuzi wenu nikaacha, nikaacha nyoya nika request zangu faster. Ameandika hivyo, so it is what it is lakini pia wachambuzi wengine huko mtandaoni e, kama unavyoelewa kwamba bwana, wamekuwa wakimshauri Diamond kwa sasa hivi angekaa kimya, aache pia mambo ya kupromoti nyimbo zake, kwanza atulie, kwanza haya meme hizi mambo zipite, and then e, mambo mengine yaendelee huko baadaye, katika harakati nyingine za kujenga taifa la Tanzania Sunshine kuangalia namna watu wanavyojaribu kusambaza namna mshikaji anavyoendelea kupoteza followers. So issue kupoteza followers kwa sababu, yaani Diamond si kama amefika level ya kwamba hata followers wakipungua, labda inamuumiza, haiwezi kumuumiza level yake inavyofikia, na namna issue inavyoenda, kwa muda aliofanya mziki Diamond. I think kama angetulia tu kwa muda huu ambao watu wote wanalalamika, wanamlalamikia yeye, labda angepungukiwa na nini? Kwamba angetulia kwamba yo sports chochote, si deal na mambo ya muziki, nini ambacho kingepungukiwa? Kwa namna alivyofanya muziki kwa miaka yote, mafanikio yote alionayo, na ukiangalia no muziki unofanya asilimia kubwa, of course ni hawa, hawa watu ambao wako kwenye majonzi ni hawa watu ambao wamekutwa na misiba, wengine wanalia. Mashabiki zako, numbers ambazo unazo kwenye social media and staff, ni kwa sababu ya watu ambao huenda asilimia kubwa, au wengine ndo hawa wamepoteza maisha hmm? au hawa ambao nakupa viewers, ndo hawa ambao leo familia zao wamepoteza ndugu, jamaa na marafiki, lakini ndio watu ambao wana support muziki wako staff. Bro, I don't think you see support wimbo kama Sasamba, my brother.

Ya, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako hapo chini katika comment section. Kama ilivyokuwa kawaida, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo utakuwa tunaiona, lakini pia vilevile hakikisha vile una subscribe kwa ajili ya kupata updates zaidi.